nusu kwa majira ya hapa Tehran. Kwanza kabisa na kusomea vichwa vya habari tiza umuhimu wa utafiti katika kutatua matatizo ya kitaifa. Tanzania endelea kuwa chaguo la watalii wa kimataifa. UNICEF yasema hali ya maisha kwa watoto wa Gaza ni ya majanga. Takribani raia elfu mbili wa ukimbia mji wa Hegleg Sudani baada ya kudhibitiwa na kikosi cha RSF. Karibuni habari kamili. Spika wa bunge la jamhuri ya, ya Kiislamu Irani amesisitiza umuhimu wa utafiti katika kutatua changamoto na matatizo ya kitaifa. Mohamed Bahil Kalibof amesema hayo katika hafla ya kuwaenzi watafiti mashuhuri na akasema hakuna kuridhika zaidi kama kushughulikia changamoto za taifa kupitia utafiti. Spika Kalibof amesisitiza umuhimu wa michango ya wasomi katika kutatua masuala ya muda mrefu. Matamshi ya Kalibof yanasisitiza jukumu muhimu la utafiti katika maamuzi ya kisera na kuleta suluhu madhubuti kwa matatizo na changamoto za nchi. Katika hotuba yake katika hafla hiyo iliyofanyika kwenye jengo la shahidi shekhe Fazuwai Nuri katika bunge la Iran, kalibofu aliwakaribisha na kuwapongeza watafiti hao katika wiki ya utafiti. Msisitizo wake juu ya uhusiano kati ya utafiti na matokeo ya vitendo unaonyesha kukiri kukua kwa haja ya kufanya maamuzi kwa msingi wa ushahidi katika utawala. Hakuna kitu kinacholeta furaha zaidi kuliko kutatua masuala ya nchi kwa kuzingatia utafiti, amesema spika wa bunge la Iran. Vilevile vile amepongeza juhudi za vijana wasomi akiwataka kuhakikisha matokeo ya utafiti wao yanaleta athari na kutumika katika michakato ya kufanya maamuzi. Spika Kalibof amesisitiza dhamira yake ya kuunganisha maarifa ya kitaalamu katika mijadala ya sera Mfuko wa watoto wa Umoja wa Mataifa umetangaza kuwa hali ya maisha kwa watoto katika ukanda wa Gaza ni mbaya mno. Msemaji wa shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF huko Palestina amesema hali ya maisha ya watoto katika ukanda wa Gaza ni mbaya kutokana na hali ya hewa ya baridi, mvua kubwa na mafuriko. Kazim Abu Khalaf ambaye ni msemaji wa shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF huko Palestina amesisitiza kuwa kiasi cha mahitaji katika ukanda wa Gaza ni kikubwa sana na kwamba hadi sasa shirika hilo limesambaza mablanketi laki sita na mahema alfu saba huko Gaza, lakini kiasi hicho amesema hakikidhi mahitaji. Msemaji wa UNICEF pia amebainisha kuwa mvua ni kubwa sana na maji yanaingia kwenye mahema. Hapo awali likiashiria dhoruba na mvua zinazoendelea kunyesha katika ukanda wa Gaza, shirika la UNICEF lilionya kwamba maisha ya zaidi ya watu laki nane katika ukanda wa Gaza yapo hatarini, nusu yao wakiwa watoto. UNICEF imekosoa utendaji wa jamii ya kimataifa huko Gaza na kusema dunia imeshindwa na tumewaangusha watoto wa Gaza ambao wanaendelea kupoteza maisha kutokana na sababu zinazoweza kuzuilika wakati wa majira ya baridi. Takwimu zinaonyesha kuwa watoto wa 82 wamefariki katika ukanda wa Gaza tangu usitishaji vita uanze kutekelezwa, jambo ambalo linashangaza na lazima likomeshwe. Wakati huo huo, imeelezwa kuwa mvua kubwa zinazoendelea kunyesha ukanda wa Gaza hadi hivi sasa zimeharibu asilimia tisini ya mahema ya wakimbizi wa ukanda huo, tena wakati huu wa kukaribia kuingia kwenye msimu wa baridi kali. Mnaendelea kutegea sikio taarifa ya habari za ulimwengu, kutoka idhaa ya Kiswahili Radio Tehran. Duru za habari ndani ya Sudani jana ziliarifu kuwa takribani raia 2000 wameacha wameyaacha makazi yao katika mji wa Heglig. Wa magharibi mwa nchi hiyo huko Kordofani magharibi, baada ya safari ngumu ya siku tisa ya kuhama makazi yao kufuatia kutekwa mji huo na wanamgambo wa kikosi cha msaada wa haraka RSF. Kamarudini Mohamed, ambaye ni gavana wa jimbo la White Nile, amesema wakimbizi 1850 wamewasili katika mji wa Kosti wakitokea Kordofani magharibi. Kamishna wa misaada ya kibinadamu katika jimbo la White Nile, Lamia Ahmed Abdallah amesema taasisi za taifa, makundi ya kiraia na wafadhili wa ndani wameanza kutoa msaada wa chakula, malazi na huduma za matibabu kwa raia waliokimbia wa makazi yao. Wimbi jipya la raia kuhama makazi yao linashuhudiwa baada ya kikosi cha wanamgambo wa RSF kuudhibiti mji wa Hegleg na kisima chake cha mafuta wiki iliyopita. Majimbo matatu ya Kordofan kaskazini, magharibi na kusini huko Sudan yameshuhudia mapigano makali ya wiki kadhaa kati ya jeshi la nchi hiyo na wanamgambo wa RICF, na kusababisha makumi ya maelfu ya watu kukimbia wakihepa mapigano. Wanamgambo wa RCF wanadhibiti majimbo yote matano ya eneo la Darfur magharibi isipokuwa baadhi ya maeneo ya kaskazini mwa Darfur kaskazini ambayo amesalia chini ya udhibiti wa jeshi kati ya majimbo 18 ya Sudan. Mkabala wake jeshi la Sudan linashikilia maeneo mengi katika majimbo 13 yaliyosalia kusini, kaskazini, mashariki na katikati pamoja na mji mkuu Khartoum. Tanzania imeendelea kushuhudia ongezeko la watalii kutoka mataifa mbalimbali mbali ya Ulaya yakiwemo Ufaransa wanaovutiwa na uzuri wa kipekee wa asili na mandhari tofauti zinazopatikana katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Miongoni mwa vivutio vinavyozidi kuipa Tanzania umaarufu ni hamasa kwa wanandoa wapya wanaotafuta safari za kipekee za fungate. E, baadhi ya watalii waliotembelea Tanzania ni wanandoa wapya kutoka Ufaransa. Kwa mujibu wa mkuu wa hifadhi ya taifa Serengeti Alex Choya, anasema hifadhi imeendelea kuvutia idadi kubwa ya watalii wa kigeni kutokana na umaarufu wake wa kimataifa. Licha ya matukio yaliyotokea wakati wa uchaguzi, watalii wameendelea kuja, jambo linalowapa uhakika kwamba nchi ipo salama. Amesema Serengeti ina fursa nyingi za utalii ikiwemo safari za puto, matembezi ya kutembea porini na matembezi ya usiku yanayoongozwa katika maeneo maalumu ambayo yote yanavutia idadi kubwa ya watalii. Naye mwenyekiti wa chama cha waendeshaji wa utalii Tanzania TATO Willy Chambulo amesema Tanzania inaendelea kujitangaza yenyewe kupitia vivutio vyake vya kipekee. Sekta ya utalii ya Tanzania imejengwa juu ya rasilimali asilia na wanyamapori. Mlima Kilimanjaro, hifadhi za taifa na wingi wa viumbe hai ndivyo vinavyofanya Tanzania kuwa ya kipekee duniani. Kwa wengi, Tanzania imekuwa mwanzo mzuri wa safari ya maisha ya ndoa wakibeba kumbukumbu zitakazodumu maisha yao yote na hamu ya kurejea tena nchini takribani asilimia 38 ya eneo la ardhi ya tanzania imetengwa katika maeneo yaliyohifadhiwa kwa ajili ya uhifadhi kuna mbuga kumi na saba za kitaifa mapori ya akiba ishirini na tisa maeneo arobaini ya uhifadhi yanayodhibitiwa pamoja na hifadhi ya ngorongoro na mbuga za baharini tanzania pia ni nyumbani kwa mlima kilimanjaro na bunge la Zambia limepasisha kwa wingi wa kura mswada wa kurekebisha vifungu vya katiba vinavyohusiana na uchaguzi ambavyo upinzani unadai vitamsaidia Rais Hakainde Hichilema katika uchaguzi wa mwaka ujao. Baada ya kura hiyo iliyoungwa mkono na wabunge 131 na kupingwa na wawili, waziri wa sheria Princess Kasune amesema hayo ni maagano na watu wa Zambia katika juhudi za kukuza haki na demokrasia nchini humo. Mbunge Francis Kapyanga kutoka chama cha upinzani cha Patriotic Front PF amesema hata halalisha kitu kisicho halali. Wanasiasa wa upinzani, mashirika ya kiraia na makundi ya makanisa yalikuwa yamepiga debe kupingwa kwa mswada huo nambari saba na kusema uliharakishwa kupitishwa bungeni. Mswada huo pia ulitaka kufanyiwa marekebisho vifungu vya katiba vya taifa hilo la Kusini mwa Afrika lenye utajiri wa shaba hasa kwa kuongeza idadi ya viti vya wabunge maalumu pamoja na kutenga viti arobaini kwa wanawake, vijana na walemavu na kuhitimisha ukomo wa mihula miwili ya miaka mitano kwa mamea. Mswada huo unapaswa kusainiwa na Rais Hichelema kuwa wa sheria. Hakainde Ichilema rais wa sasa ambaye ni kiongozi wa zamani wa Zambia mwaka 2021 aliibuka mshindi katika uchaguzi wa rais uliofanyika akimwangusha rais wa wakati huo Edgar Lungu Ichilema ameapa kutokomeza ufisadi Zambia hata hivyo wakosoaji wanasema kuwa maendeleo nchini humo yanasuasua na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kwa asubuhi hii kutoka idhaa ya Kiswahili Radio Tehran